Hello, Madam Emiliana. Habari ya siku? Salama za siku, yeah, za wapi saivi Dodoma? Iringa, Dodoma nimeshamaliza. Ah, umemaliza eh? Eh. Okay, fine. Ah, nime, nimefurahi ku, kupata nafasi hii ya kuzungumza. Ningependa kukuuliza mambo machache kuhusiana na uzoefu wako na programu zetu ya yeah. jambo yes. la kwanza kabisa ningependa kufahamu uli, ulikuwaje uzoefu wako ukiwa una una struggle na uzito mkubwa kama mwanga uzito mkubwa uzoefu wako ulikuwa vipi kabla ya kukutana kabisa? <todicata> Mm. Kipindi, na sisi? Ah. Kwa kweli kipindi nina uzito mkubwa imenigharimu kwa kiasi kikubwa kuanzia afya na uchumi. Mm. Nikisema kuanzia afya ilifikia kipindi wakati niko chuo nilikuwa nikikaa kwa muda mrefu hadi na vimba. Okay. Yaani nikiwa najisomea na vimba miguu nini, nikiinuka kutembea, yaani najua mwendo wa bata, ule ndiyo ulikuwa unanikuta mimi. I see. Wakati huo napima nilikuwa na, na kilo mia na saba lakini sio hilo tu. Nilikuwa napita kwenye mitandao tandao, nakutana na watu wao wenye madawa. mm. na mengine ninayo. okay. <laughs> hapa ndani nimetumia dawa nyingi sana. Kwa mfano nimetumia ile green coffee mm -mm. nilinunua pakti kumi na mbili kwa elfu ishirini na tano ishirini na tano lakini wapi. Yani hapo niliacha kula, natumia ile na kula na nyama, lakini wapi. Nikaja nikaingia kwenye cross sijui nini wit, kopo lake liko hapa mm, yapo makopo kama mawili yalibaki, nikakutana na wewe ilibidi ni yaache mm, lakini wapi. Kwa hiyo nilikuwa inanigarimu chakuta kwa mwezi laki tatu, laki na nusu hadi laki tatu, lakini sikupata, sikupata mafanikio yoyote. Katika pitapita zangu kwenye mtandao ilikuwa likizo ya mwezi wa tisa Mm. I think ndo nikakutana na wewe. Sasa unasema mmoja, mbili, tatu, ukasema tuna ofa ya siku saba, usipopungua uzito na kurudisha hela yako. Nikasema <laughs> <laughs> <laughs> huyu ni nani? Mm. ambaye anasema hivi kijana, na ukipungua uzito kwa siku saba kasikusaba. <laughs> Hey. Basi nikasema chapu, kwa haraka mimi nikaingia kwenye ofa nikadumbukia nilivyodungukia huku na huku, nikasikiliza ulivyonitumia zile na nili clip na audio mm. nikafanya ma, maelezi ya mahitaji. Nikaanza kwa bidii zote na bahati nzuri nilikuwa na kalikizo mm. nilianza kwa bidii zote. Mungu si Athumani na sio wadaktari peke yake, okay. hatimaye nikashusha kilo 4 kilo 5.6, 7 kutoka kutoka 107. Mm. nikawa na 101 na point hiyo ni kwa siku saba za kwanza. Nikasema oh. yes nikasema huyu ni mwamba. Kwa hiyo najua bila kumhoji mtu yeyote okay. so nikalipia kipindi kile, ndio yes. Nilivyolipia kwa kweli, nikaenda pamoja na nyie, mahitaji yote niliyachukua mm. nikaenda zile siku kumi na tano tukamaliza, tukaanza ile na season ya pili ya siku kumi na tano zinazofuatia, nikajikuta nimeshusha kilo kumi na nne kijumlisha na zile tano, yani 19 ni hizo siku 30 peke yake. Kumi na nne, siku 30 peke yake okay. Ongeza na tano ni kumi na tisa na point, kumi na tisa na point. Kwa kweli nilishukuru, nilikufurahia. Na hapa niko peke yangu, ila hadi ndugu zangu sijui niseme tena wameneemeka, kwa sababu nilikuwa na nguo nimeshusha kabati zima nikawaita njoni hadi <laughs> mwanangu, nina mtoto mkubwa hey, mba mama, sasa watu watasema una shida. Nikasema hapana, imi mm ndio nayejua adha ya u, ule mwili niliyokwepo nao ninamshukuru mm Mungu hadi saa hizi nina kilo themanini na saba. Themanini na saba kutoka kilo mia na saba.

sasa hivi kuna kuna wimbi la matapeli, of course, kila mtu sasa hivi ni mzungumzaji, kila mtu sasa hivi ni daktari, kila mtu mambo mengi. Okay, sasa moja ya changamoto watu wana face na tunaielewa ni kwamba ah, sasa tumwamini nani? wewe kwako, ili, ili, ili kliki vipi? mpaka umemkuta tu mtu online uko na ngoja nijitupe huko wakati wewe oh, ushapigwa kwenye dawa nyingi, pesa nyingi, na vitu kama hivi, ulituamini vipi kuja kwenye upande wa kukuamini? Hapana, nilifanya kama kujaribu mm ilitokea tu ile hali ya kusema hebu jaribu jaribu, yani msukumo mm, na nilikuwa na uhitaji haswa, maana nilikuwa yani, nikikwambia sijui nisemeje, mm, nina picha yangu hapo. Wa waga watu wanachekaga sana wakiniona Emi. <laughs> <laughs> <laughs> wa sasa na Emi ule ututumie hiyo kadamba hiyo, ututumie kabisa. Sasa kuna wengine wao wanasema mbona ulikuwa mnene, ulikuwa unapendeza? Nikasema lakini huwezi jua, mimi hizi zinaitwaje hizi, kama hivi viungio, lakini vya kwenye miguu, hivi viungio kama hichi mm. vinaitwaje vya kwenye miguu, ndio vilikuwa vinaniuma vibaya mno, ndio zilikuwa zinanisumbua. Kwa hiyo nilikuwa katika kujaribu. Sasa majibu yakapatikana baada ya siku saba. Kwa nini sikuamini? Okay, okay. <laughs> hata ndio maana nikajikita pia wakati niko chuo, nikasema sishindwi. Vyote ndio maana nilikuwa nakusumbua nitumie bidhaa zako mm. atlist niwe nakunywa kama ma, ile asubuhi chai nini. Ndio. Na huku naendelea kutumia matunda kwa kweli, ile pia ilinisaidia kumaintain okay nilimeintaini hadi na, -namaliza chuo narudi huku at least, lakini nachoshukuru Mungu, naona ilikuwa kusudi mimi kufahamu kupitia mtandao hmm. na kilo kushuka, hata sasa niko hivi nilivyo. okay na kwa kweli navaa nguo, unapendeza na unapendeza. Yeah, kwa kweli labda niulize, kwa hiyo kutoka kwenye kwenye kilo mia na saba mpaka kilo themani na saba uh, ume- umeexperience tofauti gani, yaani adha gani, kero gani zime- zimeondoka kwenye kupungua uzito kiasi hicho? tofauti ya kuwa mia na saba, mm, kazi waliokuwepo naye watoto wangu wadogo walikuwa na kazi ya kunifunga viatu kwenye miguu. Saizi nafunga viatu mwenyewe. Hey tena -hey. Sio wadogo, nina mtoto yuko chuo saizi, yuko mwaka wa nne hadi. Mm, akuwa ananiambia mama, sasa tutaanza kukulisha. Yaani nilikuwa mvivu ile, nimekuwa mvivu mimi, kila kitu fanya fanya, fanya. Hey -hey. nikitaka kuvaa kiatu cha kufunga mm -hmm. njoo Safisha nivalishe, funga, yani ndo ilikuwa mambo yangu. Chuoni pia wadogo zangu wa karibu mm, naomba uiname. Nilikuwa na mtoto mmoja, namwita Dota, Dota njo nifunge kiatu, ananifunga ndo niinuke, niondoke. Lakini sahizi navaa viatu kwanza, navaa natamani, hata nilete viatu nikuonyeshe navyovaa, inchi nazovaa sasa <laughs> yani ni kama ni miujiza fulani, au naweza nisieleweke, lakini kiukweli na enjoy, nikienda kwenye party jioni, navaa ki party kabisa, okay. Kiatu changu kina urefu fulani ambao wakati huo zamani nilikuwa siwezi kuvaa, hadi nilikuwa ni mtu wa sendo fulani hivi mm. zenye upana huu tu mm. na viatu vyangu vilikuwa ni wedge Taw, taw. Na nimekuwa mwepesi navaa hivyo viatu na ninacheza na mziki, kwa hiyo aise na enjoy mm. Binafsi na enjoy, na ninafurahia na, na ninahisi nice, ndio maisha yangu yatakuwa hivi, yani umenibadilishia maisha <laughs> <laughs> tunamshukuru Mungu na, pia natamani mwanangu akimaliza chuo, nafikiri naenda muunga, maana ana umri mdogo, lakini ndo hii mili yetu ya Kinyakyusa sasa mm. ana miaka ishirini na mbili lakini ana kilo sabini na sita okay. Kwa hiyo kwa chuoni naona kama itakuwa ni ngumu kwake maana ana masomo magumu sana, mm -hmm. ni binti sasa, nimeona nimuache malize mwaka mwaka huu mwakani, Mungu akipenda, then mm -hmm. akirudi ule muda ambao atakuwa anafanya kitu chochote ambacho kipo chini yangu mm -hmm. ni mdirect nini cha kufanya, nione na nita msaidiaje? Yaani, watu inabidi wawe wana uwezo wa hata kama hawezi kusoma, wawe wanatazama picha hiyo wanapokuangalia. Sasa hivi ukimwambia mtu na binti wa miaka 22 anaweza akakuelewa kweli? <laughs> Ni wengi <hawaamini. laughs> Yani, kwa kweli, ni ajabu sana, ni ajabu sana, ila by the time watu walikuwa naelewa, by the time walikuwa na umbo la kimama, kwa sababu Tanzania, wanajua mama inabidi akitokezea mlangoni apite, na nimeamua maisha yangu hadi mzee wangu, yani nitaenda na wewe perpendicular. Amen. Nikiwa chuo nilikuwa natembea na maji <laughs> <laughs> <laughs> Kila sehemu natembea na maji. Sasa hivi yale maji yetu yanakuwa na rangi tofauti na maji ya kawaida. Ndio. Ndio binti mmoja, sijui umesoma naye, akajiambia huyo mimi ninafahamiana naye. Okay. Ngoja na mimi ni join ndio umefungua hivi. Anaitwa Teopista Malewa. Yeah, ni classmate. Akasema, <laughs> "Oh yes, akasema nimesoma naye. Ndio umefungua hivi. Ngoja na mimi ni join." Ningesema okay. Yo, wewe welcome karibu. Mimi mwenyewe ona nilivyo. Akasema madam niko nilikuwa naye nasoma naye degree yangu Ndiyo. program degree yangu na tulikuwa kuku moja la academic. Okay. Kwa hiyo alishangaa, nikamwona baada ya siku kadhaa naye anatembea na na chupa. Kasi nimeanianza eh. Bila <laughs> dawaizi sikujui, na watu wasisemi wasiseme kwamba eti sijui umenipatia fedha kwani. Fedha ni hizo tumia mimi kutafuta huu mwili nilionao sasa, nimetumia nyingi sana. Yeah. Sijui kama kuna pesa ambayo leo tasisemi kwa ubaya, utanipa tu nikaridhika, unioji kisa hizi tu ni kutangazia biashara, na ndio maana kwenye magrupu wao wakitumanga ujinga yani, na waataki watu, kwa sababu najua nini umenitendea. Sasa oh, kwanza naona yani umenijengea maisha fulani hivi ambayo mimi binafsi na enjoy. Nimekuwa karibu na Mungu, exactly, na uwezo wa kusali kwa kufunga mm. Kiatu sasa hivi kinanikoa ya zamani, kwa hiyo mguu ninanepa hadi mguu Huwezi kuamini, nitakupigia picha, kiatu yaani nikiingiza mguu nafasi inabaki kabisa, na uwezo kuvaa na soksi. Tena wakati mwingine, naweka tishu. Ndiyo. Ili kiinuke, mimi kikutoshe, nikivitamani vile vya zamani vile vyenye u, na nikisigino kinene, kwa sababu siwezi nikatupa, au nikagawa kila kitu. Ndiyo. Kwa vipo. Ila hili ni, iwe fit kwangu naweka tishu kadhaa ndo navaa. Okay. Otherwise, kinachomoka. <laughs> <laughs> Ha, hata, hata mbili tu zinatosha, usijali, yeah. Asante sana madam, nikutakia mema, unisalimie sana familia yako. Hapo siku tukipita Iringa tunajua, asante. Tunadaka, pale tutapitia. Karibu sana. Aye, asante, uwe